Hii ah, ni video ya pili tena ya matumizi ya dawa, na hii video naenda kuelekeza vyakula vipi, ni vyakula vipi unatakiwa uvitumie, au mtindo wako wa maisha unatakiwa ufanye kila siku, ambao utakusaidia wewe. Kwanza vyakula ambavyo vinaturudisha nyuma vinafanya tuweze kukua maradhi mbalimbali, vyakula vya sukari, yaani sukari eza sukari ya matunda, sukari iliyopo kwenye asali, sukari iliyopo kwenye ya hii ya viwandani, kwenye machokolati, kwenye ice cream, kwenye, kwenye, kwenye vitu mbalimbali mbali vya kiwandani yaani sukari kama sukari. Hivi vitu vinaturudisha nyuma sana, vinaturudisha nyuma sana sana sana sana. Kwa mfano kama asali, asali ile ni dawa, maona asali ni dawa, na sio kwamba kila siku ni lazima utumie ile asali. Na kama unachanganya, kwa mfano kama dawa yako unachanganya na asali, weke ka asali kidogo kidogo tu asali, kwa sababu a cha ajabu Mwili yetu inashindwa kutafsiri kwamba hii ni sukari inayotoka kwenye matunda, kwenye maembe, kwenye machungwa, kwenye nanasi, na sukari hii ya kawaida ina kutoka kwenye vitu vitam, vitamu hivi mara sijui mwenye su... kwenye soda, kwenye juisi, kwenye hizi juisi za kiwandani kwenye... vitu vyote hivi kwao inashindwa kutafsiri kwamba hii ni sukari inayotoka kwenye kwenye matunda hii. Hiyo sukari ni sukari tu. Ah, kitu kingine, vyakula vya wanga wewe unajua tuishajiwekea kwamba chakula chetu kikuu ah, asubuhi chapati, mandazi, sambusa, tambi Unaona? No. Hivi si vyakula salama kwetu. Yaani, kama wewe unahitaji uweze kupona na uweze kukaa vizuri bila kupata maradhi mbalimbali, hivi si vyakula ambavyo unatakiwa uweze kuvitumia. Kuna mbadala huko. Mbadala wenyewe ni kama ifuatavyo: kuna mihogo ipo, kuna viazi vitamu vipo, kuna ndizi zipo. Kuna viazi Ulaya vipo. Na vyakula hivi vyote hivi na hivyo nilivyokutajia. Kwenye kuvipika vya kwako unaweza ukachanganya na pia na nyama na samaki ndani yake. Nyama, samaki, dagaa ukachanganya ndani yake. Samaki, dagaa ukachanganya ukachanganya na maarage, kwa mfano kama kama kama na, kama ndizi ukachanganya na maarage unaweza, viazi vitamu ukachanganya na maarage, na nani viazi Ulaya ukachanganya na maarage, ni chakula kizuri na unakula unashiba, na bila shida yoyote. Sio lazima uweze kila wakati, wewe unatumia hivyo vyakula hivyo vyakula vya wanga, mara wali, ugali, wali, ugali, vyakula vya ngano by, nani, chapati, mandazi eh? Yani, yaani hivyo vyakula ambavyo tuvishaona kwamba ni lazima uvitumie. Na kama ujui, sio lazima wewe asubuhi unywe chai Haya ni mazoea ambayo tumeshajiwekea tu, angalau kwa siku siku nzima masaa yako 24 yatumie kwa kula kwa kula mara mbili au ikibidi mara moja. Usipende kula kula mara kwa mara. angalau kama wewe cha- kama unataka kula basi chakula chako kula kuanzia saa sita mpaka saba mchana. Asubuhi acha usile usile chakula chochote. Mili yetu sisi inaweza kujiendesha yenyewe. Kwa mfano, wewe kama una uzito mkubwa hmm? una kitambi, una minyama, uzembe, mafuta mafuta mwilini ukiwa na na hivyo iki, iki, iki, kama chakula hamna tumboni, basi mwili utaendeshwa na yale mafuta mafuta ambayo yako mwilini. Mafuta yale ambayo yako mwilini ndiyo yatakaoendelea kuendesha mwili wako, na na utajisikia uko vizuri vizuri vizuri sana zaidi ya asubuhi. Ukiamka basi tumia dawa yako ya Mwanaume Shupavu hii tumia dawa yako ya mwanaume shupavu. Wewe mwanaume, tumia dawa hii itakusaidia sana. asubuhi hii leo umeamka, koroga maji yako kama kawaida, kunywa. Hata baada ya nusu saa unaweza kunywa hata maji ya chumvi, maji ya chumvi ya mawe. Ukachukua maji yako ya ya kunywa tu ya kawaida, ukaweka chumvi yako ya mawe kidogo, ukakoroga, ukanywa. Utaona baada ya kuanza kufanya hivi vitu utaona mabadiliko makubwa yanaanza kutokea kwenye, ma, kwenye kwenye mwili wako. Kama ulikuwa na matatizo ya presha, matatizo ya kisukari, unashangaa anaanza kuondoka yenyewe bila shida yoyote, anaanza kuondoka yenyewe bila hata bila hata shida yoyote. Fanya hivyo, lakini wewe ambayo tuko kwenye mfungo sasa hivi hivi tu kwenye mfungo wa, wa Kristo na wa Islam, wa Islam kwenye mfungo kula angalau mara moja kwa siku. Sio lazima uamke saa ngapi, saa saba au saa saa nane unakula? Hapana, jaribu kuzoea hii hali utaona, unaanza kuishi tena vizuri, na unashangaa unakuwa na energy kubwa sana kuliko kula kula, kula. Unakuta umetoka sehemu mhala umekula, si chapati umekula, keki umekula, sambusa umeenda, umekula sijui chipsi, umekula hiki, maradhi lazima atakukumba tu, nguvu za kiume zitakukumba, presha atakukumba, kisukari kitakukumba tu, bawasiri hmm, vienda vya tumbo. Jitahidi sana uweze kufuata huu ushauri, utakusaidia sana wewe, ambaye unanifuatilia wewe ambaye unahitaji kupona maradhi yako, fanya hivi utaona mabadiliko mabadiliko makubwa sana kwenye afya yako na kwenye maisha yako. Kitu kingine itakupunguzia pia na bajeti ya kulakula mara kwa mara, itakupunguzia bajeti kubwa ya kula mara kwa mara. Kuna mwendelezo wa video hii, endelea kunifuatilia. Mwendelezo wa video inayofuata, endelea kunifuatilia, ambao bado naendelea kuku, kufundisha namna hipi ya kuweza wewe kuzuia maradhi mbalimbali yasikukumbe wakati unakuwa unatumia dawa kama una tatizo. Asante.